Leo tunavua nanga kuelekea kwenye mojawapo ya maziwa ya ajabu kabisa duniani. Napo ni Ziwa Tanganyika. Ni ziwa ambalo si tu linavutia kwa mandhari yake, bali lina historia ya kale, rasilimali kubwa na viumbe wa ajabu wanaopatikana hapa pekee. Karibu THE STORYSIDE. Ziwa Tanganyika ni mojawapo ya maziwa makubwa kabisa ya maji baridi duniani na linaaminika kuwa ni ziwa la pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya ziwa Victoria. Lina urefu wa zaidi ya kilomita 673 kutoka kaskazini hadi kusini na upana wa wastani wa kilomita 50. Ni ziwa la pili kwa kina duniani baada ya ziwa Baikali la Urusi, likifikia kina cha zaidi ya mita 1470. Linapatikana katika ukanda wa Afrika ya kati na mashariki likigusa nchi nne: Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Ziwa hili linaaminika kuwa na umri wa zaidi ya miaka milioni 9 likiwa miongoni mwa maziwa ya kale kabisa duniani. Asili yake inahusiana na bonde la ufa la Afrika Mashariki, yaani East African Rift Valley, ambapo miendo ya ndani ya ardhi ilisababisha kuundwa kwa bonde ambalo baadaye likajazwa maji na kuzaliwa kwa ziwa Tanganyika. Eneo lote la ziwa linachukua zaidi ya kilomita elfu thelathini na mbili na mia tisa na zaidi ya nusu ya eneo hili lipo ndani ya Tanzania na Kongo DRC. Neno Tanganyika linaaminika kutoka kwenye lugha ya Kibantu likimaanisha maji makubwa yanayochanganyika. Ikimaanisha mkusanyiko wa mito, maisha na jamii zilizokaa kando kando mwa ziwa hili. Wazungu wa kwanza kulisikia jina hili walikuwa wasafiri na wachunguzi Richard Burton na John Speke waliolitembelea mwaka 1858 wakitafuta chanzo cha mto Nile. Katika karne ya 19 ziwa hili lilikuwa njia kuu ya majelajela, wapelelezi na wamishonari wa Ulaya. Watu wenye majina makubwa kama David Livingstone na Henry Morton Stanley Walivuka ziwa Tanganyika katika harakati zao za kugundua maeneo ya ndani ya Afrika. Stanley alipokutana na Livingstone mwaka 1871 karibu na ziwa hili, tukio hilo lilibaki kuwa mojawapo ya matukio maarufu ya kihistoria katika Afrika. Wakati wa ukoloni, mataifa ya Ulaya yaligawana ziwa hili kati ya maeneo yaliyotawaliwa na Wajerumani, yaani Tanzania ya leo. Waingereza wakiwa Zambia na Wabelgiji Burundi na DRC. Ziwa hili lilikuwa na nafasi kubwa ya kiuchumi na kijeshi likitumika kusafirisha bidhaa na majeshi kupitia meli kubwa kama MV Liemba iliyojengwa na Wajerumani mwaka 1913 na bado inatumika hadi leo. Katika vita vya dunia, hasa vita ya dunia ya kwanza kulikuwa na mapambano makali kati ya Wajerumani na Waingereza ndani ya ziwa hili kwa kutumia meli za kivita. Mpaka wa ziwa bado unachochea mijadala ya kisiasa na kijamii hadi leo, hasa kwenye maeneo yenye utajiri wa samaki au visima vya mafuta chini ya ziwa. Ziwa Tanganyika lina aina za samaki zaidi ya 350 ambapo zaidi ya asilimia 60 ya aina hizo hazipatikani sehemu nyingine yoyote duniani. Utofauti huu wa viumbe unaifanya Tanganyika kuwa mojawapo ya maziwa yenye historia kubwa zaidi duniani. Samaki hawa ni kivutio kikubwa kwa wavuvi na watafiti wa kisayansi kutoka duniani kote. Samaki aina ya sichrid, yani sato wa kienyeji, wana rangi za kipekee, wengine wa bluu wengine wa kijani na hata wenye rangi ya dhahabu. Dagaa wa Tanganyika nao wanasafirishwa hadi Kenya, Uganda na nchi zingine za jirani. Ziwa hili pia lina kamba miti wakubwa na kasa wa majini. Pia kuna mamba, viboko na ndege wa majini wanaotegemea mazingira ya ziwa hili kwa ajili ya chakula na makazi. Ni ziwa lenye maisha yenye harakati, kila pembe ikiwa na kitu cha kushangaza. Mamilioni ya watu wanaoishi karibu na ziwa Tanganyika, si tu ziwa la biashara na maisha ya kila siku, bali pia ni kivutio kikubwa cha watalii. Ufukwe wa Kigoma una mandhari ya kuvutia, hoteli za kisasa na nafasi za kupiga mbizi na kuona samaki wa rangi mbalimbali kwenye kina kirefu cha ziwa hili. Hifadhi ya Taifa ya Gombe, maarufu kwa utafiti wa sokwe wa Jane Goodall, yaani sokwe mtu, ipo karibu kabisa na ziwa hili, jambo linalofanya safari ya kitalii kuwa ya aina yake. Kwa uzuri wake wote, ziwa hili linakumbwa na changamoto kubwa: uvuvi wa kupita kiasi, uchafuzi wa mazingira mabadiliko ya tabia nchi na usimamizi kati ya nchi zinazolizunguka ziwa hili. Ili kulinda urithi huu, mataifa yanayolizunguka yameanzisha mikakati ya pamoja ya uhifadhi, mfano Lake Tanganyika Authority. Mashirika kima ya kimataifa yanasaidia kupambana na uchafuzi na kuhamasisha uvuvi endelevu. Wananchi wanaelimishwa kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ziwa hili. Ziwa Tanganyika ni zaidi ya maji; ni kitovu cha maisha, ni bahari ya bara, ni hazina ya historia na ni moyo unaopiga katikati ya Afrika ya mashariki na kati. Kama kuna sehemu ambayo unaweza kusimulia hadithi ya Afrika ya kale, ya sasa na ya kesho kwa wakati mmoja, basi ni Ziwa Tanganyika. The Storyside, tunakusimulia kila hadithi ya Afrika kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Story Side.